Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano, familia, malezi pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako pamoja na maarifa na ujuzi utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu ungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Hii ni Daily Talk na Dr. Chris Mauki. Hapa inakujia kila siku asubuhi, ili kuweza kuifungua siku yako kwa bashasha, kwa amani, kwa furaha, kwa mwanga ulio mzuri, ili uweze kuanza siku yako ukiwa eh, siku yako ina furaha <coughs> Unafahamu kabisa huwa tunasema kwenye saikolojia, how you start the day determine how you live the day and how you finish the day. Jinsi unavyoanza siku yako itategemeza jinsi utakavyoishi siku hiyo na jinsi utakavyomaliza siku hiyo. Kwa hiyo, Daily Talk, Daily Talk inakuja asubuhi kukusaidia kuanza siku yako uh, positively. Ninaomba nikusaidie kitu kimoja muhimu sana kwenye maisha, kwa ufupi, ya kwamba maisha yetu hayajengwi na kufanikishwa kwa vitu tunavyopata. Maisha yetu hayajengwi na kufanikishwa kwa vitu tunavyopokea, lakini yanajengwa na kufanikishwa kwa vitu tunavyotoa. It is not what you receive that makes life it is what you give. Wengi wetu tunakimbizana sana na kupewa na kupokea. Angalia watu wanavyoambiwa kuna vitu vya bure, foleni zinavyokuwa kubwa, wanauana, wananyang'anyana, wana wanakanyagana, kwa sababu wanafikiri maisha yanatengenezwa kwa vitu tunavyopokea, kwa vitu tunavyopewa, kwa zawadi, kwa vitu tunavyopokea, biashara profit, faida kwa tunakimbizana sana na maisha kwa sababu tunataka kupokea we love to earn. Lakini naomba nikwambie vitu tunavyopokea vinasababisha tuishi we make living by what we receive, lakini we make life by what we give, tunatengeneza maisha, tunafanya maisha, mzunguko mzima wa kuishi mzunguko mzima wa kupumua na kufanikiwa katika maisha yetu na mahusiano na wa watu wengine, hayako kwenye tunavyovipokea, yako kwenye tunavyotoa. Namna gani unatoa kwa watu, namna gani unawasaidia watu wengine, namna gani unagusa maisha ya mazingira, namna gani unagusa maisha ya watu wengine Vicheko vingapi umefanikisha kwa watu wengine? Nani amewahi kusema asante Mungu kwa ajili yako? Nani amewahi kwenda shule, hakujua angeweza alipiwa ada, lakini ulikuwa wewe? Nani ambaye umewahi kumkwamua barabarani? Ni namna gani unatoa? Vipi muda wako unatoa vipi? mali zako unatoa vipi? resources zako unatoa vipi? vitu vio vyako unatoa vipi? maneno yako unatoa vipi? shule yako kwa watu wengine unatoa vipi? nini ambavyo vinatoka kwako, kwa vinatoka kwenda kugusa maisha ya watu wengine. Hivyo ndivyo vinavyosababisha life kwenye maisha yako. Kwa hiyo, jifunze kwenye maisha, toa vingi zaidi kuliko unavyopokea. Maisha yako yatabadilika, na maisha yako yatabadilisha watu wengi. Na jinsi ambavyo anabadilisha maisha ya watu wengine, ya kwako yatabadilika zaidi. Mungu hajawahi kutukopesha au sisi hatujawahi kumkopa Mungu. Mungu anatupa zaidi kwa jinsi ambavyo tunawagusa maisha ya watu wengine.